Viongozi wa chama cha ACT Wazalendo baadhi yao wamerejea nchini, lakini viongozi wa vyama vingine bado hawajarejea nchini. Lakini taarifa kutoka kwenye kurasa rasmi ya ACT Wazalendo ina taarifa ya kwamba ukimya wa serikali ya Tanzania juu ya kuzuiwa kwa viongozi wetu Angola haukubaliki. Hali halisi ya sasa, tunapenda kujulisha umma kuwa kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo ndugu Dorothy Jonas Semu akiambatana na naibu katibu wa mambo ya nje ndugu nasra Nasr Omar na katibu wa haki za binadamu Pavu Juma Abdallah wamerejea nchini Tanzania takriban saa 9 na dakika 40 usiku wa tarehe 14 mwezi wa tatu 2025 baada ya kuzuia kuingia nchini Angola. Kwa upande wake, mwenyekiti wa chama ambaye pia ni makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar ndugu Othman Masudi Othman baada yupo jijini Luanda nchini Angola kwa ajili ya kukamilisha taratibu za usafiri kurejea nyumbani Tanzania. Chama kitaendelea kutoa taarifa mara kwa mara kwa umma juu ya maendeleo ya suala hili. Chama cha ACT Wazalendo wameendelea kuandika kwa ya kwamba ukimya wa Tanzania haukubaliki. Chama cha ACT Wazalendo kimesikitishwa na ukimya wa serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kulikalia kimya ya suala hili ni jambo linaloshangaza na kusikitisha kwa serikali ya Tanzania kushindwa kutoa kauli yoyote dhidi ya kitendo hiki kinachokiuka taratibu za kidiplomasia, ari ya mshikamano wa Afrika na undugu wa kihistoria baina ya Tanzania na Angola. Tunaitaka Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki itoke hadharani na kufafanua kilichotokea Angola na msimamo wa serikali juu ya hilo ikizingatiwa kuwa miongoni mwa viongozi waandamizi waliokumbwa na kadhia hiyo yumo pia makamu wa rais wa kwanza wa Zanzibar. Pia tunarejelea rai yetu ya kuitaka serikali kumuita mara moja balozi wa Angola nchini Tanzania kujieleza kuhusu kilichotokea kwa viongozi wetu nchini Angola. Hiyo ni taarifa iliyoandikwa na chama cha ACT Wazalendo kupitia katibu wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa, Mwanaisha Mdeme, baada ya sakata lao la viongozi wa chama hicho kuweza kuzuiliwa kuingia nchini Angola. Hii ni Sawasawa Digital, habari kiganjani mwako.